Mkuu wa wilaya ya Kilwa mheshimiwa Mohamedi Nyundo amekabidhi boti mbili na toyo nne kwa vikundi kumi na tisa vya wakulima wa mwani na mikoko katika kata ya Somanga mkoani Lindi ambapo kijiji cha Somanga kupitia Umoja wa wakulima wa mwani wamepokea boti moja na, na toyo tatu na kijiji cha Marendego Umoja wa panda mikoko wamepokea boti moja na toyo moja. Nyundo amewasisitiza wanavikundi waliopokea boti hizo na toyo kuwa na uwazi kwa kile kinachopatikana kwa wanakikundi wote ikiwemo kuwepo kwa taarifa za mapato na matumizi ili kuepusha migogoro. Kwa upande wake, katibu wa kikundi cha umoja wa wakulima wa mwani Somanga ndugu Hafidhu Mkumbi amelishukuru shirika la WWF kwa kuweza kuwasaidia vitendea kazi hivyo, kwani vitaenda kuwainua kiuchumi katika fursa nyingine ukiachana na kutegemea bahari pekee. Mkumbi amesema boti na toyo zitaenda kuchochea na kuongeza hali ya kipato katika kikundi na mwanachama mmoja mmoja. Kwanza mimi hapa ni washukuru kwa mambo mawili. Moja inaonekana kabisa ukiangalia ubora kasa. Kasa. Lakini jambo la pili pia na nini toa nini, tunataka tusikie hatua zilizopigwa baada ya kukabidhiwa vitu, yes. Tunataka tusikie utaratibu mzuri mdioupanga juu ya matumizi, lakini tunataka tusikie uwazi wa kinachopatikana kupitia wanakikundi wote lazima wajue. Mfanye vikao vya kusomeana mapato na matumizi, kutokana na na hizi zana tunazo hapa leo. Tumeelewana vizuri na kikundi, na mnufaika asiwe mmoja mmoja kwenye vikundi, aliyejiandaa kunufaika peke yake. Kuanzia leo wanasema na alegee. Sio hivyo, wote tuseme na alegee alege. Eh, yaani tujiandae kunufaika sote kama wana vikundi kwenye kikundi, mkiona guta moja halitoshi, tuko wengi, tunataka tunufaike zaidi. Na haya maguta, hamna sehemu mnaweka rejesho, kweli si kweli? Au kuna sehemu wanaweka rejesho? Fanyeni utaratibu, njooni halmashauri, kupita watu wengine, kwa sababu inawezekana wana vikundi wengine sio wao wanaoenda baharini. Ingieni mikataba, kama ni watu watano, boti inapakia watu watano, ipakie watu watano, sijui tumeelewana vizuri eh? kama watu sita vinavyozuilikana, sisi tusimtegemee Mungu. Mungu alishatupa akili na maarifa, tuchukue kwanza tahadhari, pengine akitokea tuone kweli hili hatuna wa kumlaumu na Mungu, sio hivyo eh, sindohivoao eh. huko tumekuja na wawakilishi wa vikundi 19, vikundi 12 kutoka Somanga Kusini na Somanga Kaskazini ambao wametengeneza ya masuala ya ukulima wa mwani pamoja na uchakataji wake, lakini na Marendego pia tuna vikundi saba ambavyo na wenyewe pia wametengeneza network. Leo hii tuko nao hapa, ina maana tuna wawakilishi wa vikundi hivyo, achana na fursa ambayo ipo siku zote kwa maana ya kutegemea bahari. Kwao tunashukuru na ni msaada mkubwa, na tuna tunaomba waendelee mbili na mato manne <messun> <messun> yataongeza kwanza Ah, hali ya mapato kwenye kikundi kwenye, kwenye ambao ni wanachama nufaika, lakini pia hali ya kipato cha mwanachama mmoja mmoja, kwenye sawa na mnawaidi nini umoja wa WWF. Ukiangalia WWF maana kwanza halisi ya ya wao eh, kufadhili ni kuona watu wanapata matokeo chanya, kwa maana kwanza kuna kipato chao, lakini kuliku kama ku diversify kwenye alternative activities kutoka kutoka kwenye kutegemea tu e, shughuli za kiuchumi basi, kuona wanajamii wanabadilika na wanapata e, njia nyingine ya kiuchumi njia mbadala ya njia. Mgeni rasmi, kwa niaba ya shirika la WWF Tanzania tunawashukuru sana na tunaahidi tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali hizi ambazo ni tunu kubwa katika taifa letu lakini pia ndugu mgeni rasmi, naomba vyombo hivi vikatumike katika shughuli zilizokusudiwa na si vinginevyo.